Ilikuwa pambano la namna gani kwanza kwako? Ah, pambano liko po zuri na pia liko po opportunity yangu liko so, so mbaya sana liko po. Ni boxer mzuri na na mwenye uwezo hali juu, lakini namshukuru Mungu nimeweza kuchukua matokeo kwa, kwa, kwa jinsi ninavyojiandaa siku zote na uwanja huu uwanja nyumbani. Nilikwambia toka jana, mtu akicheza kwao anakuwa anajiamini na anakuwa na, jiamini, na, na confidence kila kitu kwa unashukuru nimeweza kupata matokeo, na nashukuru Watanzania kwa kunisupport. Shukrani sana. Unadhani, uh, kwenda kwako kwenye michuano mikubwa uh, ya Riyadh, uh, WBC ndio imekupa experience ambayo uko nayo leo, raundi uh, za mapema tu umemaliza pambano hiyo? yeah, yeah, yeah, inachangia kwa sababu nimejifunza vitu vingi kwamba kule sijaenda kupigana tu, nimeenda kujifunza vitu vingi, maboxer, jinsi wanavyoishi maboxer wenzangu wa kule wanavyoishi, na maboxer tofauti tofauti wanavyoishi maisha ya ngumi kwao, nimejifunza vitu vingi. Kwa hiyo nashukuru, nimepata experience ya kutosha kwenye mashindano ya dunia, na mimi naamini nitaleta mikanda ya dunia hapa Tanzania. Medali hizi za zahabu sio kitu kidogo bro, shaona mashindano o magumu, mashindano makubwa, watu wenye hadhi kubwa wanashiriki mashindano ao, na nimeweza kurudi na medali hizi mbili. Hatua kwanza, nimeweza kushinda, nimepoteza hatua kumi 16 sisa, so hatua ndogo, lakini naamini nitaleta ntaetacsha. Umetoka kupigana pambano la leo, kinachofata kwa Jumachoki? Kinachofata kwa Jumahoki, nataka niamishie kaliakoo Tubaia, nataka nielemishie kali yako ko pale mabarasa zangu binsurumu, wale binsurumu, watu wengine kibao mastarimu, wajue wajue mi Tubaia. Sahivi nataka nilemshie kalia koo, namtaka Ali Kiba kokote alipo. Eh, Ali Kiba, mwezi wa kumi na mbili, asinikimbie Ali Kiba. Tunataka kupigana naye Ali Kiba, mwezi wa kumi na mbili, na ko kazi ana Ali Kiba.